Natarajia kuyafunga kesho tarehe 14 mwezi huu wa 6 2025, ambayo tunatarajia Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Majaliwa, mbunge wa hapa Ruangwa, lakini pia ndio waziri wetu mkuu atayafunga rasmi maonyesho haya na maonyesho yetu haya ya 2025, uh, kauli mbiu yake ni kwamba madini na uwekezaji fursa ya kiuchumi Lindi. Sasa kuna washiriki wengi kwenye maonyesho haya. Kwa maana wa washiriki ambao wanaonyesha bidhaa na fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye mkoa wetu wa Lindi. Sasa leo tuko siku ya tatu ya maonyesho. Cha kwanza tunawashukuru na kuwapongeza washiriki wote. Lakini pia tunawaomba nyinyi wanahabari, Endeleeni kufikisha taarifa kwa sababu bado tunao muda wa leo, lakini na kesho siku nzima maonyesho haya yatakuwa yanaendelea na mpaka jioni yatakapofungwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Watu waje, niwaambie tu kwamba ukitoa shughuli za kiuchumi ambazo tumezizoea kwenye mkoa wetu wa Lindi, kwa maana ya kilimo, lakini pia shughuli za misitu na kidogo shughuli za kiuvuvi pia tuna tuna tuna, tuna shughuli ambayo kwa sasa ndiyo imekuwa ikikua kwa kiasi kikubwa, shughuli ya uchimbaji wa madini mbalimbali. Mkoa wetu wa Lindi una madini kadhaa, wote tumeyaona, tumepita kwenye mabanda, tumeona kuna madini ya nickel kwa wingi kwenye maeneo ya wilaya zote za mkoa wa Lindi, lakini pia tuna graphite kwa kila wilaya tumekuta kuna graphite, lakini pia tuna madini ya gypsum, tuna madini ya limestone, tuna madini ya ulanga felspar, lakini pia tuna madini mengine mbalimbali ya vito yapo kwenye mkoa wetu wa Lindi. Kwa hiyo tungewashauri na tuwaombe wale wadau wa sekta ya madini waje mkoa wa Lindi kukimbilia fursa za uwekezaji kwenye kwenye, kwenye kwenye kwenye sekta ya madini. Mimi kama kiongozi wa wachimbaji wadogo, tunaiomba serikali kwa kupitia rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa, atusaidie sisi wachimbaji wadogo wanawake, vijana na wasichana ambao wanajishughulisha na shughuli hii za kuchimba bifa, kazi, machifa, kwa kupatia vifaa kama vile vitendea kazi maskaveta, matipa kwa ajili ya kubeba mizigo na vifaa vingine mbalimbali ambavyo vinahusu uchimbaji. Pamoja na kusema kuwa anasema maana ukienda kukopa kwenye mabenki wanasema wachimbaji wadogo wanakopeshika. Kwa wana hiyo wa sisi tunaomba tukopesheke kama wachimbaji wakubwa wanapokopesheka. Kwa sababu kwanza wachimbaji wadogo tunaingiza kipato kingi tu kwa serikali yetu kwa kulipa ushuru. Kama mnavyoona kwenye bandarifu la Uviwama na kwenye cheti cha Uviwama tunaingiza mapato serikalini kupitia halmashauri ya na ushuru pia tunalipia. Kwa hiyo kutokana na hilo, sisi tuna uwezo wa kulipa hayo madeni ambayo ya vifaa tutakavyo vikopo, tuna uwezo wa kulipa kwa sababu tunaweza kuchimba, isipokuwa vitendea kazi tu vimetushinda, ndio hatuna, kutokana na uwezo wetu kuwa mdogo. Lakini tukikopeshwa tuta, tutaweza kupata kufanya kazi kubwa na kufanya kazi kubwa zaidi, ili na sisi tukawa wachimbaji, wakati tukafikia wachimbaji wakubwa zaidi kutokana na vile vifaa ambavyo tutapatiwa. Kwa hiyo kutokana na hilo, tunamwomba sana rais wetu Samia Suluhu Hassan atusimamie atu kwenye hilo na 2025 tano mitano tena. Tunampenda sana rais wetu, tumeitikia wito wake kwa sababu mama Samia ametu nanii wanawake wote ndio ametufanya tuwe na nguvu sasa hivi. Maana zamani tulikuwa tumezuba lakini sasa hivi wengi tumeingia kwenye sekta ya madini kutokana na yeye jinsi alivyotupa hamasa. Ndio maana wanawake wengi tumeingia, vijana na wasichana pia wengi tu wako kwenye shughuli za uchimbaji. Kwa hiyo tunaomba atusikilize, atusaidie tukopesheke vifaa mbalimbali kwenye makampuni makubwa ambayo yapo hapa kwenye uwanja wetu wa maonyesho kwenye kongamano hili la madini.